Heshima hizo za mwisho zimetolewa katika ukumbi wa Karimjee ambapo akitoa salamu kwa wafiwa, makamu wa rais Dr. Gari Bilali amesema Mtikila atakumbukwa kwa jinsi ambavyo alisimamia kile ambacho alikiamini. Tutamkumbuka sana Mheshimiwa Mchungaji Christopher Mtikila kwa mchango wake wa kuonesha katika jamii yetu hii ya Tanzania. Ni jamii ambayo inaruhusu na inaachia watu wenye mawazo tofauti kuendelea kusikika. Naye makamu wa kwanza ya rais visiwani Zanzibar Maalim Seif Sharif amesema Wazanzibari wanaungana na ndugu, jamaa na marafiki wote waliokutwa na msiba huo yeye yuko kwenye mambo ya misingi tu, kama naamini hichi atakisimamia mpaka mwisho. Na kama alivyoelezwa hapa, kwa sababu ya ujasiri wake na kusimamia kile ambacho anakiamini, tumeweza kuelezwa nchi yetu nini imevuna katika ujasiri huo. Msajili wa vyama vya siasa Jaji Francis Mutungi amewataka Tanzania kuacha kuhoji sababu za kifo chake na badala yake waone kwa namna gani watamwenzi kiongozi huyo kwa kutekeleza yale aliyoyaacha. Tumesikitishwa, tumeshtushwa, tusijaribu kutafuta sababu. Tumwombee marehemu apumzike kwa amani. Na kama mmenisikia wakati naongea, Tujaribu kumwenzi kwa kukumbuka mchango wake. Ukigusa swala la Reverend Mtikila kwenye vyuo vya elimu watakwambia ameweka mchango mkubwa sana katika kukuza ile tasnia ya sheria. Katika familia sisi alikuwa ni chachu kama ilivyokuwa chachu katika siasa na katika maisha ya kawaida. Alikuwa anapenda kufuatilia jambo lake ambalo anataka kufanya ni mageuzi lakini kwa nia nzuri. Mwisho wa siku alikuwa anaibua kitu chema ambacho kinataka kisahihishwe. Alikuwa hachoki kufuatilia jambo lake. Ni katika eneo hili la Karimjee jijini Dar es Salaam, ambapo watu mbalimbali wamejitokeza kuja kutoa heshima za mwisho kwa marehemu Mtikila. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Godfrey Monyo wa ITV.